Baada ya kupata ufunuo wa kwanza, Muhammad alirudi nyumbani akiwa na hofu. Khadija, mke wake, alitaka kujua kama aliyemuona alikuwa malaika au pepo. Akamwambia akae karibu, kisha akafunua sehemu ya mwili wake. Wengine wanasema nywele. Na ghafla, Jibril akatoweka. Khadija akasema, "Huyo si pepo, ni malaika. Pepo hawakae karibu na mwanamke anayejifungua." Lakini hebu fikiria, malaika ni viumbe wa nuru, hawana matamanio wala hisia za kimwili kama binadamu. Hivyo basi, kwa nini Jibril atoweke kwa sababu tu ya nywele? Je, ni kweli Jibril alikuwa na haya au kuna jambo la kina lililojificha kwenye simulizi hii? Na zaidi ya hapo, je, mwanzo wa ufunuo wa Kiislamu ulithibitishwa na jaribio la mwanadamu? Hili si shambulio ni mwaliko wa kufikiri. Karibu kwenye mwanga wa ukweli.